Anaitwa Muhamedi Kombo Hamadi, tukiachana na Tukia jina lile la sanaa, ni mwenyekiti wa kamati za wavuvi wilaya ya Wete, alafu ni mwenyekiti wa kamati ya wavuvi hii Selemu. Kiukweli kabla kusema yetu, tumefarijika sana kiukweli, kaacha yake akasema, anakuja miongoni mwa jamii yake katika shehia ile, katika jimbo lake, kwa sababu sisi ni watu wake katika eneo letu. Sasa anachokuja kifuata hapa kwanza ni kuchukua maoni kwetu, lakini bila kumpa maoni, tumemwonesha maeneo yetu ambayo kuwa kidogo yameathirika na ambayo kuwa ni changamoto kubwa sana katika maeneo yetu ya soko hii ya Wete, lakini kikubwa ni jamii yetu ya wavuvi kuna mfumko huu wa kodi za wavuvi. Kwa vile sisi tunasimamia wavuvi na ili, tunamwomba diwani akifika ndani ya baraza la madiwani, basi hili alizungumze. Mvuvi hatakiwi alipe pasenti katika pato analolivua siku moja, kwa sababu mvuvi anatakiwa yeye alipe achangie usafi katika eneo hata kama ni kiasi gani, asilipe asilimia, kwa sababu mvuvi ana kodi nyingi ambazo kuwa analipa. Mvuvi analipa leseni yake kama mvuvi ili atambulike, mvuvi analipa leseni ya chombo anachokivulia, eh? hizi ni kodi mbili ambazo kuwa zinasimamia mvuvi, na huku akija ukimwambia alipe percent, wavuvi zaidi ya wavuvi, wavuvi kama 30 kwenye chombo kimoja wanapata shilingi kama milioni moja milioni moja kwa pasenti tunao ambayo kwa tunaifanyia kazi hapa sio asilimia tano ni asilimia tatu ni shilingi alfu salasini ukipigia hesabu alfu salasini basi ni kubwa sana kwa sababu ukipiga hesabu ukikata makato ya mafuta chakula cha wavuvi ukija ukipiga hesabu pengine ule mvuvi mmoja katika watu salasini hafiki shilingi alfu salasini kwa hivyo hii, tukitaka kama ni mzigo mzito kwa mvuvi kumkatisha asilimia katika mapato yake ya siku, kwa kulenga wapi? Ili tuchangie, waangalie. Watu wa magari wanatoa kila siku shilingi alfu moja sawa, mara mwaka wanajua wenyewe. Kwa nini siye kama wavuvi? Hatuambi jamani ye, changiani tu, ukipata sana utachangia zaidi ya shilingi alfu hamsini au chini lakini mvuvi anafika yeye anachangia kwa siku moja, chombo cha mvuvi kimoja kwa kila siku apate hivyo basi, anafika zaidi ya laki tano. Kwa kweli diwani, hili naomba ulichukue na lipeleke kwenye baraza, liseme kama tunaomba mvuvi achangie usafi popote na kwa kila siku katika eneo lake la biashara, yaani sehemu ya soko. Kwa hili ndio maoni yetu, lakini tunatai